Ametoa ha maagizo hayo leo hii jijini Mwanza wakati akikagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi huo huku akiwataka wazabuni wote kuhakikisha vifaa na mitambo vinawasili na kufungwa kwa wakati ili kuwezesha utoaji wa mafunzo kwa wakati. Tumekuwa disappointed. Tumekuwa disappointed kwa sababu tumesha kuongezea muda mara kadhaa kumaliza haya majengo kwa yale kwa, kwa ule muda ambao tumekubaliana, lakini kumekuwa kuna shida pamoja na changamoto walizokuwa nazo, lakini bado tunaona ipo shida ya ukamilishaji, na hiyo ndio maana inapelekea tukabidhiane majengo nusunusu nusu, kwa sababu haujamaliza na haujamalizwa kwa muda ule ambao ulitakiwa kumaliza. Sasa sitasema mengi, nimeona time extension ya mwisho ni nim 26 na Februari 2026. Sasa hii ikifika hatutaki tena kukabidhiwa vipande vipande. Wewe umeona spidi ya watoto na ari ya watoto wanavyotaka kujifunza hizi kazi za za ufundishaji na, na na mambo mengine skills, lakini tumekuwa kama sisi tunakimbia, wewe unatuvuta nyuma kwa sababu tu kuna baadhi ya kazi hazijakamilika tukuombe, utukamilishie itakapofika Februari na Mei kazi hii iwe umeikabidhi kama tulivyokubaliana kwenye extension ya muda ya mwisho. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Daniel Mushi, amesema kuwa katika Kampasi ya DIT Mwanza kinajengwa Kituo cha Kikanda cha Umahiri cha uchakataji na utengenezaji wa bidhaa za ngozi. Kituo hiki cha Salpat ambapo ni kituo cha umahiri cha utengenezaji uchakataji na utengenezaji wa ngozi kina majengo matano, mheshimiwa waziri. Kuna jengo la kufundishia ambapo ndio hapa tulipokaa, tutakuja kuingia ndani baada yetu tuone vizuri, tunaita teaching block, lakini pia kuna jengo la kitaaluma wanaita academic block ambalo liko mbele yetu, mheshimiwa waziri lakini kuna hosteli mbili za wa wanafunzi, mmoja wa wanafunzi wa kike na ingine wanafunzi wa kiume. Kwa hiyo tutafika kuiangalia mojawapo, lakini kuna karakana ya kuchakata na kutengeneza bidhaa za ngozi ambayo tutaanzia hapo kutoka, kwa mheshimiwa waziri. Mheshimiwa waziri, eh, pili mradi huu utakapokamilika utaongeza uwezo achuo, wa chuo wa kampasi hii, kuna hiyo wanafunzi kutoka wanafunzi mia na hamsini kwa sasa hadi ya elfu mbili. Naye mkurugenzi wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, DIT kampasi ya Mwanza, Dkt. John Msumba amesema kuwa kampasi hiyo imefufua sekta ambayo ilikuwa imekufa hapa nchini. Kuna kuna mtu mwenye diploma kijana. Kwa hiyo tunaanza hapa 2016 tulikuwa tuna mtu mwenye diploma. Kwa hiyo hichuo kimezalisha wanafunzi tumetwa graduati wa kwanza, ile kradishoni ya kwanza watano wa Tanzania wenye diploma.